Yes, kama tunavyojua vita ya Urusi pamoja na Ukraine, moja kati ya vita ambazo zimekuwa zimeshika kasi sana kwa hasa eh, kwa kipindi hiki cha hivi karibuni, na hii ni mara baada ya eh, moja kati ya mataifa ambayo yanasemekana au yanasadikika kwamba eh, yanaisaidia sana Ukraine kwa kuweza kuwapatia eh, baadhi ya vifaa, nikimaanisha masuala mazima ya bunduki, risasi na vitu vingine kibao ambavyo vinamsaidia bana Ukraine eh, kuweza kupigana na Russia na, na, na tunajua kabisa Putin na yeye pia ameweza kushikilia msimamo wake wa kuweza kupigana na Russia lakini pia kuna, kuna, kuna mazungumzo ambayo pia yalisha kufanyika lakini hayakueleweka kwa sababu bwana ye Putin sharti lake alikuwa anasema kwamba um, anamwambia bwana Ukraine ambapo inaongozwa na Zelensky ni kwamba, bwana endapo wewe utaacha kupewa misaada au nchi ambazo zitaacha kukupatia wewe misaada ya kivita, basi tutasitisha machafuko haya ndani ya siku 30, ndio mambo mengine yatakuwa sawa. Sasa kumekuwa kuna story nyingi kuhusiana ya wao kuwa na makubaliano. Sasa kunaonekana kwamba e, siku siku chache huu siku ya Alhamisi pia kutakuwa kuna mazungumzo baina yake e, Zelensky pamoja na Putin, na wamekubaliana kuweza kukutana huko e, Uturuki. Sasa hapa ni kuna waraka ambao pia alikuwa amesema ni maneno ya, ya Zelensky alikuwa anasema kwamba tunasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano kuweza kuanzia kesho, ili kuweka misingi wa kweli au msingi wa kweli wa mazungumzo ya kidiplomasia. Hakuna maana ya kuendelea na mauaji. Nitakuwa eh, nikimsubiri Putin nchini Uturuki siku ya Alhamisi. Binafsi natumaini kwamba safari hii Putin hatatafuta kisingizio. Sasa Zelensky mwenyewe kabisa anakuambia kwamba yeye siku ya Alhamisi atakuwepo Uturuki kuweza kumsubiri bwana Putin. Na pia kwa sasa hivi Putin hata kuwa na visingizio, kisingizio chochote ambacho kitahusiana na swala hili hakitakuwepo. nini Masuala haya ya vita e, bana kule Urusi pamoja na, na, na Ukraine, vita imekuwa ni kubwa, machafuko amekuwa ni makubwa, baadhi ya vitu vingi pia vina vinaharibika ikiwemo miundombinu na vitu vingine kibao. Yapi maoni yako kuhusiana na kitu hicho hapo? drop comment yako hapo utakometisha kinoma, naona lakini pia subscribe channel yetu bila kusahau ku like, ku comment na kushare.